Nywele zitakatika jamani, na miaka zaidi ya kumi na tano nafanya hivi. Nywele zangu labda na nywele nyingi I don't know. Ukawa na vinywele vyako viwili usishindane na mimi, nina miaka mingi, kwa hiyo huwa na retouch. Yeah. Ya, na napenda kuweka nywele hii. Nywele ni nzuri, napenda nywele nzuri, lakini sinunui kila siku jamani. Ehe, nywele nzuri nanunua mara moja kwa mwaka mm -hmm, za miaka nywele, na nywele si za miaka mitano na bado ziko vizuri, ndio maana napenda hizi nywele. Ni nywele ambayo ndio unalipa hela nzuri, hela ilochangamka, lakini inakaa inadumu. Mi sitaki mambo ya kuangaika kila siku yani nywele natoa nywele natupa Yaani kila wiki naenda saluni, naweka nywele mpya, kwa kweli, hapana. Hiyo sio lifestyle yangu. Mimi nilichagua nitaweka nywele ambayo naweza kuirudia. Lakini kabla hata sijairudia inakaa miezi. Mm, hii nywele nafikiri unakumbuka nilisuka lini. Ndio nimeretouch umeona imerudi mpya kabisa. Eh, uh, eh, -huh. Kwa hiyo bado inaendelea kudunda. Na ndio kwanza iko vizuri, umeiona? Haina shida. Kwa hapo kwenye kukatika, mimi naweza kusema sina shida kwa sababu huu ni mwaka wa kumi na tano na zaidi nafanyaga hivi Yeah. Yeah. so nimeona watu wanashindana, itakukata nywele itakukata nywele, kama una nywele nyepesi maybe, lakini nywele zangu mimi sio nyepesi hivyo. Kwa hiyo waga haina shida, na retouch tu vizuri, na nikija kufunga nikija kufungua ziko tu sawa. Kukatika kawaida, yani sio ile ya kukatika kusema ndio imekatika labda huku nywele ya mna, si unaona? Yani sinage hizo shida, nashukuru Mungu. Lakini nywele ni nywele nzuri, imechangamka bei yake e, bei yake sio nywele elfu tatu imechangamka, changamka lakini maana kuna watu <laughs> walimpigiaga TG wakamuuliza, je sikia shingapi? wakitajiwa bei wanaruka hey, jamani hii sio nywele elfu tatu imechangamka kidogo. Kwa mwanamke mjasiriamali anayejipambania anayetafuta hela yake wala hamna shida, ni kitu kile kwani, unatafuta hela ya nini hela anyway? Yani unatafuta yako, ushindwa kuweka nywele nzuri. Unakuta mtu anaangaika mwenyewe mchafu, kajiachia. Unatafuta hela za kazi gani usikae ukapendeza ukaweka kichoko kizuri ukaenjoy, hmm? Au ndo unataka hela ya mwanaume? Sijui kwa nini anyway. Aya jamani, kwa hiyo nywele ni nzuri kwa wale ambao mnapenda nywele, nywele nzuri sana ya nywele nzuri sana jamani, niendelee na mtindo bora, ndio nafanyaga hivi, nywele nzuri sana ya nzuri sana ya nywele OG OG. Hmm. OG yani kuna vitu napenda nywele napenda nywele nikiwekaga rasta mara moja moja, lakini sio mambo yangu. Mambo yangu ni haya. Anyway, kwa wewe ambaye no, usijiulize namba. Nilisha posti video nikiwa nasuka nywele, na kwenye ile video kuna namba. Kwa acha uvivu nenda, scroll chini. Kama unataka kuweka nywele, nenda kwenye ile video, chukua namba, mpigia. Lakini bei ime- bei imechangamka kidogo, sio sana, sio nywele za milioni kumi, mm? hata milioni tano haifiki lakini <laughs> kabei fani kame kana kama ndimu na pilipili, lakini napendeza bigile. Ah, tafuta hela ya nini? Maisha yenyewe haya haya, ndugu yangu, amna maisha mengine, so tunatafuta hela tupendeze. Tafuta hela ya tu nini? Mm, nipendeze. Ah, okay. Kwa hiyo kwa wale ambao ndio bado nagunaguna kwa sababu una maokoto maokoto hajakaa vizuri, njo kafanya kazi. Ndio maana nawasisitiza wanawake, fanya kazi, kazi, tafuta hela yako, usitegemee laa mwanaume. Tafuta hela yako, pata hela yako, jipende, ishi unavyotaka. Sinaona hata eh, wakunipangia hmm? eti naeka kichwa zangu nice kama hivi nywele hmm, yangu nimetupia pale OG. sina stress Mm, ndio hicho ninachotamani wanawake waitu wa, wa, wawe na uhuru. Yaani, unakuwa na uhuru wa kufanya kitu chako unachokipenda, hata kama kuna limtu huko alipendi, haikuhusu wala haikusumbui, si yeye, kwani ni hela yake, tunatumia hela yako mm, tunaweka kucha kwa hela zangu, nimeweka nyewe kwa hela zangu, so yani, you know <laughs> yani, kuna maisha fulani napenda, yani mtu asinipangiepangie wayo unipangie mtu ana uhuru wake wa kuishi anavyotaka. Kwa kama wewe ni mwanamke ambaye unatamani kuwa na wewe na uhuru wako wa kufanya maisha yako unayoyataka ambayo hayamuumizi mtu ni yani, unavyosema yani unayoyataka una haimaanishi kwa kabe mtu haimaanishi kwamba eti ukafanye vitu ambavyo eh, viko ni yani, vitu ambavyo hata neno la Mungu linakataza. Hapana, namaanisha tu ujirembe vizuri vile unavyopenda wewe. Najua kuna mijitu itakua ipende unavyojiremba, mfano huko hapa kuna mijitu tu ikikaa hivi inachefukwa chefukwa. Umekuja hapa kwa riski yako mwenyewe njo kwenye peji yangu kwa riski yako mwenyewe, mwenye, utakachokikuta ukae kwa kutulia, that is me, that is my life, k. Haya ndio aina ya maisha ambayo natamani wanawake wote waishi, yani uishi vile unavyotaka wewe, sio unavyotaka mimi, unavyotaka wewe, wewe, lakini ili uweze kuwa na uo uhuru lazima uwe na uhuru wa kiuchumi number one. Uhuru wa kiuchumi sio hela ya kuomba, sio hela ya kutegemea. huwezi uh -uh. kuwa na uhuru wa kiuchumi ndugu yangu, utapangiwa mpaka muda wa kwenda chooni, taarifa yako, habari ndio hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu, kama ndio unajitafuta, well and good, jitafute kwa, kwa kutulia. Utakapopata utakapojipata, kula maisha, kula, kula good time. ishi maisha yako, tumepewa maisha tuishi, yeah? Eh, yeah, kwa kwa maisha tuishi. Kwa hiyo ukijipata ndugu yangu, kula bata, ishi vizuri, weka unachotaka, kula unachotaka n yani kwenye levo yako All right? kwenye levo yako unaweza ukawa na hela ndogo na ukala bata vile vilevile, yeah. maana mm -hmm. wengine wamezoea kula bata mpaka si uende wapi si uende Paris si uende wapi. Yes, kama una uwezo fine, but haimaanishi kama una uwezo wa kwenda eh, Mlimani City <laughs> nayo ni kula bata vile vile. Yaani injoi. Hey, kila mtu ana njoi kwa urefu wa kamba yake. Kwa hiyo na hayo maisha yako ulio nayo good life. Una, una, kwa sasa unaweza kuweka nywele elfu mbili weka na kula bata injoi. Yani usione kwa sababu ujaweka nywele ya milioni kadhaa basi wewe labda hiyo sio nywele. No, no, no, no. Utafikia hatua nayo utaweza kuweka hizo nywele, lakini usiweke hizo nywele kwa hela za kuchezesha watu michezo, alafu hela sio za kwako. Unaenda unajinunia mabegi ya gharama, unaweka manywele ya gharama, unaweka sio na manini, manini, kumbe ni hela za watu. Huo ni wizi, ni utapeli. Hapana, weka kwa jasho lako, weka kwa kwa uwezo wako okay. Usiwe na tamaa. Ukiwa na tamaa, utakopa, utanini, utafanya vitu vya ajabu, utazulumu watu, kwa sababu unataka uja Instagram, uonyeshe nywele au uonyeshe sijui nini, uonyeshe umeenda Ulaya, si umeenda wapi? You know hiyo haina maana wala haina furaha wala haina amani, kwa sababu you know za mwezi arobaini utakuja kuumbuka tu jana. Ili uwe na amani, ishi ndani ya uwezo wako, utakuwa na amani tele, utakuwa yani na furaha eli utakuwa mm. Wewe uwe tu na Mungu moyoni, anachokubariki tumia akili na nguvu zako kutafuta kipato anachokubariki, ridhika nacho, then you are good to go, you are good to go. Yeah? much love tafuta kozi yangu actually. Hivi vitu ninavyoongea hapa, ukinunua ile kozi yangu ile niliyosema, kwa sababu kwa mtu ambaye hawezi kuja kufanya consultation ya one to one, utanunua ile ambayo iko katika mfumo wa kitabu, itakupa transformation ambayo hujawahi kuipata na usingeweza kuipata Yaani usipoweza kupata ile transformation, utaendelea kuishi kwenye maisha ya wasiwasi -wasi sana. Lakini ukiona mimi sina wasiwasi, maana kuna kitu nakijua. Sasa hiyo siri, navyovijua havinipi wasiwasi -wasi, naishi kwa furaha kwa amani. Unaweza kuvipata kwenye kozi yangu kwa hela ndogo tu yani, sana only laki moja. lakini ukitaka ile consultation ya one to one, haya uko unakuja kulipia kwanza laki tano kwenda juu. Na ukitaka coaching ya muda mrefu huko tumeongelea milioni mbili na kuendelea, lakini ni transformation ambayo utaishi maisha yako kwa furaha kwa uhuru. Yeah, so karibu, karibu. Maisha tumepewa tuishi.